Lakini kelo ya Watanzania na vijana wengi ambao tunaambiwa ni zaidi ya asilimia 60 ni katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunahitaji tupate katiba mpya. Katiba yetu kwa mujibu wa historia ilianzishwa, ilizinduliwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1977 pale Kalimji, Dar es Salaam ikiwa ni bunge la kwanza matumizi ya serikali ya yafungue mkoa wako juu sana. Kwa mfano tu Mheshimiwa Waziri, kwa gari yako hapa nimeiangalia, sio chini ya milioni 500 hiyo gari, unaona sasa. Kuanzia tu kwa kuanzia, Mheshimiwa Waziri, tafuta Cruiser pia nao, unaona, ili hizo fedha zingine tuziingize kwa matumizi ya wananchi ya kawaida, ile ya serikali yetu. Tunaipenda sana nchi yetu, tunaipenda sana hakuna rais kwenye Tanzania, tunaipenda Tanzania Tanzania tuache uwanda wa mambo ya teknolojia uchukue nafasi yake, kwenye mambo ya teknolojia ichukue nafasi yake. Hii mitandao ya kijamii imeletwa kwa ajili ya vijana, asilimia kubwa ndo tuko huko. Mkitunyima fursa hizo, tiktok tu mtu anaweza kutengeneza milioni tatu mpaka milioni nne akiwa na access ya kuweza kutumia. Leo mmezima haya, anaishije yule mtu? Haya mambo ndio ambayo na mimi nikasema niyaseme mbele yako mheshimiwa waziri, waziri wa vijana. Nashukuru sana, nashukuru kwa ajili ya hili karibu. Sana Uyole, karibu hata nyumbani kwangu. Ukija nyumbani kwangu, na mimi nitakuwa salama, mimi sitatekwa. Asante sana. Ndugu wangu umeongea vizuri sana, haya ndio mambo tunataka kuyasikia, kwa sababu mimi niko hapa ili tuijenge nchi yetu. Nameelekezwa rais anataka vijana wazungumze, wanataka nini, wanahisi nini, akiko sawa, turekebishe wapi. Kati ya vitu mmenifurahisha na Uyole Changamoto zote mlizoziongea mmetoa na mapendekezo. Na hiki ndicho tunachokitaji.